Bana e, safi sanaajaako e, kamilimimi. Jina langu ni Frenki Jako Bokanga, yeah. Napatikana Tabata Kiskuru Mtawa Mashiringi, karibu mm. na opposite na Kibandaumiza, karibu sana yeah, sasa ndugu yangu vipi, kusujana imekuwaje? Ni kwanza nijue kwanza wewe mshabiki wa wapi? eh, mimi, njano mimi. au nyekundu? upande wangu mwekund, mwekundu hasa. Bwana ndugu, mbona mmegoma kupeleka timu? Hatujagoma kupeleka tm, tulipeleka timu, yeah kama kanuni zinavyoturuhusu uh-huh. Lakini wenzetu wa upande wa pili walijaribu kutuzuilia, kwa sababu sisi kanuni inaturuhusu kufanya mazoezi uwanjani siku moja kabla ya mechi kuanza. Sa, na ndivyo tulivyofanya ile iliyotokea kwa Pamba. Lakini kwa Pamba mlipeleka timu, sasa hapa inakuwaje? Na nakumbuka kwenye Pamba kuna mpaka viongozi kama sikosei wali, waliwekwa ndani au walishikiliwa kwa muda mfupi e, mbona, yeah. Mbona, mbona, mbona pale mlienda sikesho yake mkacheza mpira lakini hii ya leo mmezuliwa tu kuingia, hakuna leo kwa ndani, hakuna chochote hapana. Unajua ngoja ni kwambie sisi Tanzania, kama sisi ambao ni wa kwenye dabi, kwa sababu unaijua dabi. Simba na Yanga ni timu ambazo ni kubwa sana Tanzania, na ni timu ambazo zinacheza mpaka zinaenda kimataifa, unaona okay. Na, na ni timu ambazo yani zinakinzana sana, nafasi ya kwanza, nafasi ya pili, kama unavyoangalia mpira tangu huko mwanzo, nafasi ya kwanza, nafasi ya pili, leo Simba kesho Yanga, leo Yanga kesho Simba, zinakuwa zinapishana kwa design yao. Kwa hiyo lazima zile ziwe na ushindani mkubwa na lazima zile zisimamie kanuni za mchezo lazi, kwa undani zaidi, ili kusudi kuto kuleta mtafaruku kati ya ule utani wa Simba na Yanga. Sisi bado tunataka undugu uendelee, kwa hiyo tunazidi kusimamia kwenye kanuni zaidi. Sawa sawa, shukrani sana bwana friend. Naam.